Kujika mbali kukukuli Mwana Yesu kanisa Mwana Yesu wa sipe. Amina. Kwa wazima? Amina, nashukuru mikoro mbeleo, nami pia niko mzima. Niko hapa kwa kipindi kichache sana. Kipindi hiki ni cha ushauri kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe yeah. Sitakuwa mwingi niko mchache tu, nilichoonga sikio lako ulipe sikio lako dakika kidogo, na tutembee pamoja na ina matumaini yangu utabarikiwa kwa jina yeah, yeah, uh, la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe leo asubuhi hapa kwa ushauri wangu unahusu makwazo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Unahusu nini makwazo kanisani? Sema makwazo, wewe ndio unataka tujue makwazo ah nini? Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu kanisa inasimamia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, na Yesu Kristo ndani hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena kuna neno ambalo liko katika maandiko ama kuna andiko fulani liko katika Biblia. Ah, niliweza kupata kunena pale na Nabii Isaya alinena hilo neno na Yesu mwenyewe tunaona akilitambua hilo neno Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hata tu tuna ufahamu wa kulitambua kulijua hilo neno lilikuwa linamaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Linahusiana na makwazo. Bwana Yesu asifiwe tena siwteaishi ambao umetayarishwa kulisomea katika kitabu cha maandiko ya Biblia ninataka uisomea hapo Isaya niko na Isaya arobaini na tano kuanzia mstari wa tisa, kitabu ni Isaya mstari wa tisa inasema Ole wake ashindanaye na mumba wake, ole wake ashindanaye na mumba. Amina. Eh, wakeae kijae kimoja katika vigae vya dunia kigaekuoe katika kigae cha dunia, udongo mwambie yeye aukinyangae, udongo mwambie yeye aukinyangae, ukinyangae unafanya nini? Unafanya nini? au kazi yako, au kazi yako. Una mikono Una mikono Bwana Yesu asifiwe si Niko hapo kwa makwaza. Bwana Yesu asifiwe si Amen. Inaanza na kusema ole wake ishirini si si na nane. Bwana Bwana Yesu asifiwe si Amina. Hii neno ambalo Bwana Yesu asifiwe Limetajwa sana katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni wakati no. mwingi tunapaswa kufahamu neno hole lina umuhimu gani kama linamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ushauri wetu wa Roho hatuwezi kupata kujifunulia, tupate kujua moja au mbili. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno linapatikana mahali pana makwazo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pana jambo limeharibika katika kazi ya Yesu, ndipo hilo neno linapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa nani? Hata ndio utajua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo ndio tutapata kujua maana ya hiyo neno ole. Ole. Ole wangu. Nisome Mathayo 23:30. Kuna neno kama hilo ile Yesu anaitaja mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nisome hapo Mathayo 23:30. Je, ole inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Yes. Inasema nini? Ole wenu, wenu waandishi na Mafarisayo, kwa kuwa unafungia watu ufalme wale wale wa mbinguni, na nivi lenye nyewe hamtaingia, wale wanaoingia amati waingie Yesu ndio sanifishi. Bwana Yesu asidiwe. Tumekuona yeah. Tena hole wapi? Madhara ya nitiri dati. Bwana Yesu asidiwe. Yesu yeah. Anahitaji neno hoyo. Bwana Yesu asidiwe. Yeah. Bwana Yesu asidiwe tena. Hii leo ninaleta na makwazo. Bwana Yesu asidiwe. Wakati ambao unakwaza kanisa ndipo neno hole yeah. inaingilia. Bwana Yesu asidiwe. Yeah. Bwana Yesu asidiwe.

kanisa ama kufanza Yesu Kristo. Maana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile neno mbaya inaingilia, linamaanisha kulipa gharama ya toba. Amen. Haleluya. Sisi hapa tumeokoka, maana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu ambao wao wanaingiza makwazo mali kuna kazi ya Yesu asifiwe. Ama wanamkwaza Yesu Kristo, maana si Yesu asifiwe. Sisi tumeokoka. Ndio. Maana Yesu uh, asifiwe. Na sisi tunasema wokovu umetoka kwa wokovu unaanza na nyumbani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu sisi tulipookoka na tulipo kuombolea watu wa Mungu. Wakati mwingi tunajifanya makuranko. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifanya makuranko kwa sababu ya kwamba ataniambia nini na mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine tunapoanza kuelewa watu ya kwamba sisi watumishi ndio sisi watu ambao watakuambia nini na mimi nimeokoka. Kwa ole wako, ole wako, wamekukamata. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa sasa utalipa gharama, sio bure. Bwana Yesu asifiwe. Ninakupatia tu mfano kidogo, ili upate kuelewa. Hili neno linaitwa ole lina maana ni maana, maana yake ni, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nichukue panga Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu mimi sijali niko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikishikwa nipeleke Shimo la Tewa. Nitahukumiwa sawa sawa nita nita sa nita na mtu aliyeokoka ama nitahukumiwa sawa sawa na mtu aliyetenda matendo mabovu. Amina. Kwa hiyo nitawasia kule gerezani kwa ujinga wangu mwenyewe. Mwenyewe.

maana anaendelea ni lazima utafute ni wapi ulikosea kufanya nini tukatubu tena uingia mfukoni kwako na ukiomba roho atakuambia makosa yako nini mliokoka hapa kila mmoja akiomba roho atamwambia makosa yake mali ya rudi mfukoni kanunua nyama mwenyewe na pesa yako mwenyewe uweza kupika mbola ukakulia mzema mwakenya mwenyewe wale wako wakaondoka bwana yesu asifiwe na na watu watu ya wanakubali hata wengi, lakini kama uko hapa na wewe ulikubali kuoa na unasonga ama umefungua saruni

lakini kwa kushonesha ile nguo anaisonesha ikiwa na mtu wa ajabu, anaweza asitiwe. Amina! Sasa wewe unataka kuniambia unashindana na mungu wako, unaweza asitiwe. Unashindana na mungu wako au shindana na mungu wako? Haya, tunapoanza kanisani, wewe ingia na nguo kama hiyo kanisani, umekwaza watumishi wa Mungu. Bwana leta asitiwe, Bwana leta asitiwe Kuna mbona nazo kwa mama nazo, unafungia sanduku ni kwa. Leo nakufundisha kulipa gharama ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Ili si na neno langu, Yesu mwenyewe ndiye anafundisha hili leo, neno kulipa gharama ya toba ile ngumu. Usimwache mbona, usimwazimu mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwazimu mtu yeyote kwa pale ile ngumu ile kwanza sana wewe umelipa. Bwana Yesu asifiwe, na ikika hapo nyumba siku moja utabana kwa kuona nao hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja utakuja nalo hapa na utakwaza kanisa, asibiwe ila ni wewe mwenyewe kwa karama yako mwenyewe, uichukue uichome. Ni e, ngumu, lakini hivyo ndivyo hivyo, karama yako mwenyewe uiachome, uiteketeze kabisa. Ukiangalia kama hizi useme Mungu, usee mimi inakubali kukutumikia, na no haya kama baraka zangu

kwamba kwamba kwa tutaishia kusema Mungu wetu ametusahau ni kwa sababu ya kwamba tumejua yale tunatenda ni makosa, lakini nini kulipa karama ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. uko hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. umekosa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa kubadilisha ndio wewe. Wale wako. Ukitaka wale wako akuondokee. Umetoa mtu mmoja. Rudisha watu wangapi? Rudisha watu wangapi? 10. Rudisha watu wangapi? 10. Na sipo. Wale wako. Wale wako. Na sipo nitumie mtambo Mungu anaweza kunishirikia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninakumbuka jambo moja siku zilizopita hapo nyuma. Kupakia pale nilikuwa ninasoa maji senezi yezi pale, mtu mzima kabisa anakuja kukunya hapo hapo hapo hapo. Ni mahali ya darasa, yani kila Jumapili. Bwana Yesu azidiwe. Nilikuwa nikipasika kweli, nikisema mtu kama huyu hakuna mahali pengine anaweza kujua, anaweza kuanza kwenda kujisaidia, na vile vipo. Hata ukienda kuomba mtu sio sana kusaidia. Bwana Yesu azidiwe, lakini nilikuwa nikipasika mimi kama kanisa, lakini nilimwambia Mungu. Kwa hiyo ndio kitabu nilijua mwenyewe, lakini huyu aliyebana mambo haya wale wao zinapita sasa pale, yale mambo ya Elisha Yesu alichukua na nafasi, aliyashughulikia mwenyewe. Hakuna kinyozi tena, tena baada ya kwa sasa, sasa huyo Yesu alimshughulikia mwenyewe. Na sasa mimi leo ndio ninakwambia leo, lazima leo mtambue hasa ya kwamba kwa leo watu wa shule nayo na mbumba wao, leo watu wanaleta mapozo ya kanisa kanisani, wewe unakuja hapa kupiga wewe, sasa atakuangalia kwa sababu kama utakuja hapa nusuuji

A unasemaje? Kunaaum mlango wa pili ka wa tano unasema basi uh -huh. Kumbuka ni wapi ulikoanguka. Kumbuka ni wapi ulikoanguka, ya kwanza uziko ya alio matendo ya kwanza, lakini usipofanya hivyo, mimi naja kwako, nitakiondoa kinara chako katika kina kina si mahali pake pa pake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na kila yeyote aliye mwamgili Kristo

ikembele Zaburi 49 mstari wa saba na nane inasema hivi: hakuna mtu awezaye kukomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake, maana fidia ya nafsi zao ina gharama, wala hana budi kuiacha hata milele. Amina. Unaongea kuhusu nini heki hekima, hakuna mtu awezaye kumkomboa mwenzake mpaka wewe mwenyewe ugharamike. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Asifiwe. Kwa hiyo lazima ugharamike, ugharamike kufanya nini? Utubu, utubu. Utengeleza mwenyewe njia zako mwenyewe toba yako. Bwana Yesu asifiwe! Hakuna mtu anaweza kutubu kwa ajili yako, ni wewe mwenyewe ugharimike. Bwana Yesu asifiwe! Amen, amen.